Mungu akubariki popote pale unaposikia sauti hii. Jina langu naitwa Apostle Atanas Claus na karibu tena katika chaneli yangu, na siku ya leo nina somo fupi sana ambalo ninakwenda kukupa namna nzuri ama rahisi ya kuweza kushughulika na adui zako kupitia maombi. Yamkini umekuwa ukiteseka, adui zako akikutesa mara kwa mara. Umeomba lakini unaona kana kwamba adui zako wana nguvu kuliko wewe, lakini iko habari njema juu yako ya kwamba wewe una nguvu kuliko hata adui zako. Kwa nini? Kwa sababu kuna mahali ya mkini wewe hauna maarifa sahihi ya kuweza kupambana vita pamoja na hao adui waliokuzunguka, na adui zako wana maarifa kuliko wewe, hivyo inaonyesha kana kwamba wao wana nguvu kuliko wewe. Lakini neno la Mungu anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, na ni siku ya leo nakwenda kukupa maarifa machache ambapo tumia pigo hili kuwapiga adui zako, pigo ambalo linasema mvua ya mawe na moto yenye kuwapiga adui zako na kuwaangamiza wao pamoja na vitu ama mali zao zote, chochote ambacho wanakimiliki. Unapompiga adui, piga yeye pamoja na uchumi wake pamoja na mali zake pamoja na kila kitu ambacho anajivunia nacho, kama wewe ambavyo adui anaweza akakupiga kwa magonjwa, akaharibu na uchumi wako, akaharibu vitega uchumi vyote ambavyo vinakuingizia hela na ukaishi maisha ya shida. Kwa hiyo, hivyo ndio unatakiwa ufanye maombi ya namna hii amuru mvua ya moto, mvua ya mawe ambayo imechanganyika na moto. Ukisoma katika kile kitabu cha Kutoka, kutoka sura ya tisa kuanzia mstari wa 22, Biblia inasema Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kuelekea mbinguni ili iwe mvua ya mawe katika nchi yote ya Misri juu ya wanadamu na juu ya wanyama na juu ya mboga zote za mashamba katika nchi yote ya Misri. Mstari wa 23 anasema Musa, akaunyosha mkono wake kuelekea mbinguni na Bwana akaleta ngurumo na mvua ya mawe na moto ukashuka juu ya nchi. Bwana akanyesha mvua ya mawe juu ya nchi yote ya Misri. Mstari wa 24 basi palikuwa na mvua ya mawe na moto uliochanganyikana na ile mvua ya mawe mzito sana, ambayo mfano wake haukuwapo katika nchi yote ya Misri tangu ilipoanza kuwa taifa. Mstari wa 25 anasema, na ile mvua ya mawe ikapiga kila kilichokuwako mashambani, binadamu na, wa, na mnyama katika nchi yote ya Misri. Hiyo mvua ya mawe ikapiga kila mmea wa mashambani na kuvunja kila mti wa mashamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwao tunaona hili pigo ambalo Farao alikutana nalo katika nchi yake ya Misri, pale alipokataa kuachia wana wa Israeli, taifa la Mungu. Kwa hiyo tunaona Mungu akimwambia Musa, nyosha mikono yako. Kwa hiyo wewe utakwenda kutumia mistari hii kutoka sura ya tisa mstari wa 22 mpaka wa 25. Utakwenda kufanya kama Musa alivyofanya, utanyosha mikono yako kuelekea mbinguni na utaamuru ya kwamba na iwe mvua ya mawe kwa kila adui ambaye anasumbua maisha yangu, ambaye ananitesa, ananiwinda mara kwa mara. Kila adui, kila watesi, tamka ya kwamba ninaamuru mvua ya mawe na moto washukie popote walipo, inatuma mvua ya moto, inatuma mvua ya mawe, waharibiwe kila kitu anachokimiliki mashambani, mvua ya mawe karibu mimea na kuteketeza kwa moto kila chochote anachokimiliki huyo adui. Tamka ya kwamba kishike moto, mvua ya mawe inaposhuka na moto kachanganyikane vikateketee na kuharibiwa. Huyo adui akapigwa na mawe ya hiyo mvua, na moto ukamteketeze yeye, pamoja na mifugo, pamoja na mashamba, pamoja na mimea yote anayomiliki. Tangaza ya kwamba hiyo mvua ikaharibu kila kitu ambacho anakimiliki. Kwa hiyo piga adui zako kwa mvua ya mawe na amuru yashuke mawe makubwa, na hayo mawe yatashuka kulingana na imani yako. Kama umeamini kwa kiasi kikubwa ya kwamba unachoomba ndicho kinachotokea basi amini ya kwamba mawe yatakuwa makubwa kulingana na imani uliyonayo. Lakini haitoshi tu kufanya hivyo, ukifungua sura anayofuata kutoka sura ile ya kumi ukiangalia sura ya kumi mstari wa kumi na tatu na hadi kumi na tano utaona kuna kitu pale, anasema mstari wa kumi na tatu kutoka sura ya kumi, mstari wa kumi na tatu: basi Musa akainyosha fimbo yake juu ya nchi ya Misri, na Bwana akaleta upepo kutoka mashariki juu ya nchi mchana kutwa na usiku kucha Kulipo pambazuka ule upepo wa mashariki ukawaleta nzige. Mstari wa 14, na hao nzige wakakwea juu ya nchi yote ya Misri wakatua ndani ya mipaka yote ya Misri, walikuwa wabaya mno, hawajakuwapo nzige kama hao majira yoyote, wala baada yao hawatakuwa wengine jinsi hiyo. Mstari wa 15 kwa kuwa walifunika uso wote wa nchi hata nchi iliingia giza, wakala mimea yote ya nchi na matunda yote ya miti yaliyosazwa na ile mvua ya mawe, hapakusalia hata jani moja mti wala mmea wa mashamba katika nchi yote ya Misri. Nataka uone ule mstari wa 15 kutoka sura ya kumi, mstari ule wa 15 anasema na hao nzige wakala mimea yote ya nchi na matunda yote wala hapakusalia hata jani lolote. Kunaona kuna kitu ambacho mvua ile ya mawe unavyoiamuru, kuna vingine yamkini vitabakia. Unaamuru tena nzige wakateketeze pasibakia hata jani, kwenye mashamba yao, kwenye mimea yao, kwenye matunda kwenye biashara yao, pasibakie wala chembechembe yoyote ambayo itawafanya wawe na tumaini tena. Amuru nzige wakatafune biashara yao, wakatafune uchumi wao, wakatafune mimea, mashamba ambayo yanawapa kiburi, yanawapa jeuri, wakajiona ya kwamba wao ndio wao, na, na wewe si kitu. Amuru nzige waka teketeze vilivyosazwa na hiyo mvua ya mawe. Mungu akubariki sana na tumaini, utapata majibu baada ya hapo, na utamtukuza Mungu, kwa maana adui zako wanakwenda kulia na kilio chao kitakuwa kikuu, kwa maana Mungu atakuwa pamoja nawe katika kila hatua, katika kila jambo na katika kila maombi ambayo unamwomba Mungu wa mbinguni atakujibu. Uwe na wakati mwema. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nami, na kualika kuweza kusubscribe channel hii kwa kubonyeza neno subscribe ambalo liko chini ya video hii, ili uwe mwanafamilia, uwe mmoja wa huduma hii, ili pindi masomo mengine ambapo yatakuwa yakiwekwa mahali hapa, usipitwe uweze kupewa taarifa. Sapoti huduma hii na Mungu akubariki sana.